Mwezi wa Rajab bila shaka ni moja katika miezi ambayo kwamba ni mitukufu. Swala linalokuja wengi wanatatizika, wanauliza, ya Sheikh, tunapata meseji nyingi katika mitandao ya kijamii na katika khutba na katika durusi, wengine wanasema haifai kufunga mwezi wa Rajab ama kuhusisha kwa saumu, na wengine wanasema yafaa na yatakikana mtu akithirishe. Nini haswa? Rai ya sawa katika masala kama haya taib, swala la kufunga hili ni swala ambalo kwamba limezungumzwa na maulama katika vitabu vyao na ni swala na amli na khilafu, lakini khilafu yake iko vipi? Madhehebu ya alimam Abu Hanifa tuliomzungumza leo na madhehebu ya alimam Malik na madhehebu ya alimam Shafi'i, yani jumhuri ya fuqahai wanasema ni sunna kufunga miezi mitukufu ikiwemo Rajab ndani yake. Kwa madhehebu ya alimam Ahmad bni Hanbal wanasema ni makruh kufunga mwezi wa Rajab peke yake. Narudia, kwa madhehebu yale matatu wanasema ni sunna kufunga miezi mitukufu ikiwemo Rajab, na kwa madhehebu la alimam Ahmad bni Hanbal wanasema ni makruh kufunga mwezi wa Rajab peke yake. Nini maana ya makruh kufunga mwezi wa Rajab peke yake? Jambo la kwanza ni makruh, hawakusema ni haramu eh? hata madhahebu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal haikusema ni haramu kufunga mwezi wa Rajab ah. alafu karaha yenyewe ule makruhu unapatikana wakati gani? wayukrahu ifradu rajaba bisiyami au bisawmi, kama alivyonukuu Ibn Qudama katika Almughni. Wayukrahu ni makruhi Ifradu Rajab bisawm, so kuifunga Rajab peke yake kuihusisha Rajab peke yake kwa kufunga, yani wewe mwaka mzima hufungi, ukafika mwezi wa Rajab ukawa wataka kufunga ule mwezi wa Rajab peke yake mwanzo mpaka mwisho, hiyo ndio makruhu. Na katika alfuruu Taqiyuddin anasema tazulu alkarahatu biiftari yaumin min Rajab, ulau makruhu huondoka kwa kula japo siku moja katika Rajab. Yani, ukifunga siku ishirini na tisa ama chini ya siku hizo, kwa madhehebu ya Imam Ahmad bni Hambal umakruh ushaondoka. Yani waruhusiwa kuufunga mwezi wa Rajab ikiwa utakuwa ni peke yake, lakini ikiwa utaunganisha na siku zingine, wafunga na siku zingine, ama ukaamua unganisha na Shaabani, hakuna umakruh hata kwa Imam Ahmad bni Hambal. Tuwe ni makini. Kwa hivyo karaha umakruh uliopo kwa madhhabu ya imamu Ahmad ibn Hanbal ni pindi utakapoufunga mwezi wa Rajab peke yake, na ukaufunga mzima kuanzia tarehe moja mpaka mwisho wa kumalizika mwezi, hapo ndo kunapatikana nini karaha. Lakini la kusikitisha na la kushangaza watu wakali, message zinatumwa, utasikia mtu akwambia ifai, haramu, bid'a kufunga kufunga mwezi wa rajab bid'a

na irshadi kutoka kwa mtumi sallallahu alaihi wasallam, maelekezo mtumi anamwelekeza sahaba wake, anamwambia funga katika miezi mitukufu na uache. Sasa mtumi amwambia mtu ufunga, wewe unakuja unamwambia asifunge. Tumsikize nani sasa? Tumsikize mtumi sallallahu alaihi wasallam ama tusikize wewe?